Omba kwanza nikiri kwamba hiyo hali ipo kwa siku za hivi karibuni lakini inachagizwa na vitu vingi kadha wa kadha. Kwanza kabisa napenda niwajulishe labda wananchi juu ya upatikanaji wa umeme mpaka wilaya ya Kilosa. Miundombinu yetu kwa maana ya nguzo na vitu vingine vimepita maeneo tofauti tofauti. Kuna miundombinu ambayo imepita polini kwa maana zile nguzo mpaka tufikia huko. Na huko polini kuna shughuli za kibinadamu mbalimbali zinafanyika ikiwemo kilimo ufugaji na mambo mengine kama hayo. Na mfumo wetu wa kufuatilia kutambua tatizo bado hujawa advanced sana. Ina maana pale inapotokea tatizo inapaswa sisi tupate taarifa kutoka sehemu moja ama tufuatilie tatizo physical hadi sehemu hiyo. Lakini kwa siku za karibuni naomba nikiri kwamba imechangiwa sana, tuseme, sijui ni hujuma au na shughuli za kibinadamu ikiwemo shughuli za kilimo, wananchi wanachoma majani kwa maana kuandaa mashamba, wananchi wanachoma majani kwa maana ya kuotesha majani ili ng'ombe waweze kula. Sasa shughuli ile inapelekea baadhi ya miundombinu yetu kuharibika. Ikumbuke kwamba miundombinu yetu hii kuna nguzo ambazo ni za mbao tunaita wooden poles, lakini tuna nguzo ambazo ni za zege, sasa hivi tunaendelea nazo zinaitwa concrete poles. Sasa kwa zile nguzo ambazo ni za ni za wooden kwa maana ya mbao, wanapofanya shughuli kama zile za kijamii inaathiri miundombinu yetu kwa maana ya nguzo kuungua na kuanguka. Na pale nguzo inapoungua na kuanguka, moja kwa moja system yetu kule ina detect kuna kitu si cha kawaida, umeme unakatika. La kuna kituo kipo Msambu pale ukiisha katika, kwa sababu bado sisi tuko huko leisei shida imetokea mkata, moja kwa moja kutambua kwa mara moja ni ngumu japo tunaona kwenye mitambo yetu imetokea yani, yani eneo gani exactly? Yeah. inakuwa ni changamoto mm. inaweza ikateki muda kidogo hapo, dakika tano kumi mm, mpaka kutambua kukubu shida hiyo. kwa hiyo mm, changamoto kubwa imekuwa ni hiyo pia, lakini huko nyuma kulikopita pia kulikuwa na changamoto ya hujuma mm, watu wana hujumu transformer mm, wanakata zile nyaya za transformer. Kwa hiyo kwa mazingira hayo, vyovyote ukikata kitu waya au nini, ni lazima umeme utaleta shida usika mm. ni lazima umeme utakatika mm, ukiacha hayo mawili pia, hapa karibu tumekuwa na shughuli au matengenezo ya miundombinu yetu. Ikumbukwe hii mm. line ni, ni ya muda mrefu sana, wanasema ni tangu sitini na nne umeme kuja Kilosa mm, kuna baadhi ya miundombinu imechoka na kulingana na bajeti ya serikali, huwezi kubadilisha, huwezi kurekebisha miundombinu yote kwa wakati mmoja, tunapata phase budget, tunafanya tunafanya. Nafuata, tunafanya. Kwa kuna wakati mwingine tunazima umeme si kwa makusudi tuna magrupu yetu japo yafikia wananchi wote tunatoa taarifa kule tunazima umeme kwa lengo la kurekebisha baadhi ya maeneo ili hiyo miundombinu yetu iwe imara kwao kwa kifupi ndugu mtangazaji sababu kubwa zinazopelekea umeme kukatika katika ni hizo kwao tunaomba tutoe wito kwa wananchi wetu wa wilaya ya Kilosa Ikitokea kuna mazingira kama hayo, aidha tupewe taarifa kupitia namba zetu mia themanini au atoe elimu kwa mwenzie, kama anataka kuandaa shamba kufanya nini, asafishie kile kieneo ambacho nguzo ipo, akusanye yale majani sehemu moja, then anaweza akachoma sehemu zingine kule. Kwa sababu hiyo shida sio kwao tu inakuwa kero, lakini hata sisi kama wilaya inatupunguzia mapato yetu.